Jeshi la Polisi mkoa wa Songwe limefanikiwa kulikamata gari ilikuwa imeibiwa aina ya Mitsubishi Outlander e, pamoja na mtuhumiwa mmoja ambaye alikutwa akiwa alikutwa pia akiwa na bastola ya kutengeneza kienyeji baada ya kufanya msako mkali wa kuwatafuta watuhumiwa. Kama nilivyosema hapo awali, tukio hilo linahusiana na wizi wa gari uliotokea tarehe 16 mwezi wa kumi na mbili e, mwaka 2025 saa sita usiku katika mtaa wa Uwanjani, tarafa ya Tunduma, wilaya ya Momba, katika mkoa wetu huu wa Songwe. Gari hiyo, kama nilivyosema, aina ya Outlander ya lenye namba za usajili T897 EAC, lenye thamani ya shilingi milioni ishirini, mali ya mwananchi anayefahamika kwa jina la Jovin Kafana, mwenye umri wa miaka 37. Huyu ni wakala na mkazi wa Tazara katika mji wetu wa Tunduma Wilaya, uh, wilaya ya Momba hapa Songwe. Gari hiyo iliibiwa baada ya kuvamiwa na wahalifu majambazi waliomtishia mmiliki kwa kutumia silaha niliyoitaja, bastola ya kutengeneza kienyeji. Na baada ya tukio hilo, jeshi la polisi lilianza msako mkali eh, na jitihada za msako huo ulizaa matunda, ambapo jeshi la polisi mkoa wa Songwe liliendelea na msako mkali na tarehe sita mwezi wa pili mwaka huu 2026 majira ya saa kumi na moja na nusu jioni, askari wa jeshi la polisi wa mkoa wa Songwe e, walipata taarifa za kiintelijensia kuwa gari hilo lipo Makambako e, mkoa wa Njombe. Ufuatiliaji uliendelea wa kwenda huko Makambako na askari wetu walifanikiwa kumkamata mtuhumiwa aitwaye Bashiri Madembwe mwenye umri wa miaka 35 huyu ni fundi magari na mkazi wa Makambako mkoa wa Njombe, ambaye baada ya maojiano alikubali na aliwapeleka askari na kuwaonesha sehemu ambako alikuwa amelificha gari hilo. Lilikuwa limefichwa katika shamba la mahindi Ipilimo, kijiji cha Iyai, kata ya Ihowanza, tarafa ya Malangali, hiyo ni wilaya ya Mufindi, wilaya ya Iringa.